Katika mahabusu walioko magerezani, miongoni mwao ni washtakiwa wa makosa ya kigaidi. Hivi nchi isiyo na tishio la kigaidi inawezaje kuwa na mrundikano wa mahabusu wanaotokana na makosa ya kigaidi? Waziri wa vikosi vya SMZ Zanzibar na makamu wa rais wa Zanzibar wamewahi kunukuliwa wakisema kwamba wamewaleta Mashehe wa Uamsho kutoka Zanzibar ili waenyee kwenye ndoo katika magereza ya Tanzania bara hapa. Katika jibu imeambiwa siku sitini inatosha kutoa ushahidi, na kama ushahidi ukupatikana watuhumiwa waachiwe huru. Mashehe wa Uamsho wana miaka minne sasa, wako katika magereza na ushahidi umeshindwa kupatikana. Nataka kujua, familia za watuhumiwa wale wanataka kujua, dunia inataka kujua, Wazanzibari wanataka kujua, watuhumiwa wale wanawekwa kwa amri ya viongozi wa SMZ au wanawekwa kwa sababu wana kesi ya kujibu? Kama ambavyo nimejibu katika swali langu la msingi, kwenye jibu B. nilisema muda wa kisheria wa kuondoa shauri mahakamani, kama upelelezi hujakamilika ni siku sitini. Kama upelelezi haujakamilika, masuala yake mawili yote hayapingani haya, haya na majibu yangu ya msingi kama ambavyo walitaka kuelewesha wabunge pamoja na wananchi ambao wanatusikiliza hapa. Kwa kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba kesi za hao watuhumiwa zote ziko mahakamani na kwa mujibu wa sheria zetu hatupasi kuzungumza mashauri ambayo yako mahakamani. Mheshimiwa Gekuru, endelea na swali la nyongeza. Kuna mheshimiwa waziri anataka kujibu. Ah, mheshimiwa waziri, naomba majibu. Naomba tu kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba swali alilouliza ni swali mtambuka ambayo liko chini wiza ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi na vile vile wizara ya mambo ya katiba na sheria. Mheshimiwa uh, mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri, naomba kusisitiza yafuatayo na, na sio lazima upende jibu lake, lakini ndio ukweli wenyewe. naomba... Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza naomba nisaishe kauli hatarishi sana hapa kwamba Tanzania haina tishio la ugaidi. Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti, tumeshakabiliwa na matizo ya kigaidi umesha umeshalipuliwa ubalozi wa nchi kubwa sana hapa nchini na watu na Watanzania, baadhi ya Watanzania wamehusika, lakini leo hii tukiona kuna usalama nchi hii, tuelewe kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi, ndio maana huoni hayo matukio mara kwa mara. Naomba nichukue fursa hii kuvipongeza vikosi vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri ambayo vinafanya kuzima wimbi la ugaidi nchini katini, una majibu, kaa chini. Ningemwomba mheshimiwa Haji ajejibu mwenyewe lakini naomba mimi nijibu kama serikali. Pili, mheshimiwa mwenyekiti, suala la mtuhumiwa yeyote aliyeko mahakamani ni muda gani kesi yake ataruhusiwa kuendelea kukaa mahakamani kama upelelezi umeisha, naibu waziri ameeleza ni siku sitini lakini mheshimiwa mwenyekiti, pale ambapo upelelezi haujakamilika mkuu wa upelelezi wa mkoa analeta maombi mahakamani na inaweza kuongeza hizo siku. Lakini sio hivyo tu, baada ya hapo swala linakuwa chini ya mkurugenzi wa makosa ya jinai, DPP, ambaye kulingana na uzito wa swala lenyewe anaweza akaomba mahakama kuongeza muda na muda utaongezwa. Swala la ugaidi si swala dogo, ni swala ambalo mheshimiwa mwenyekiti, upelelezi wake sio rahisi, kwa sababu ni swala la kimtandao. Kutambua huo mtandao wa ugaidi sio kitu rahisi tu. Usalama wa nchi hii, mheshimiwa mwenyekiti, hata mheshimiwa mbunge leo anauliza swali amekuja salama hapa, kwa sababu kuna vyombo vya ulinzi vinamsimamia usalama wake.